Yes, inakuwaje timu ya watongo nguvu, naitwa Shaks. Karibuni sana tena kwenye YouTube channel ya kwangu, nipo na shehe East Africa One. inakuwaje mzee? Ishakuwa, mwanangu, mbona ishakuwa fresh tu. Mungu anarahisisha anarahisisha kila jambo, anafungua mipaka, tuna penya, tuna vimba, tuna tamba juzi, Ana... juzi nimeona umemwapisha mama kabisa, tunasema ongera sana kwa mama Samia Suluhu, hmm. tunamwombea kila laheri tunasema msimu wa kampeni umepita. mm -hmm. Sasa ni kujenga nchi na kufanya mari, ma, maridhiano kupitia uongozi wake ambao ni uongozi bora ambaye ameonyesha Afrika Mashariki. Tunamwomba mama azidi kuunganisha Watanzania kwa pamoja. nice. wale waliompigia kura na wasiompigia kura wote wasio, wasio mm. ni watoto wake mm. Nchi nazidi kusonga mbele. nice. katika muktadha wa mama kuapishwa hapa nchini Kenya, mambo yamesemekana, mambo mengi sana. Wasanii wa Kenya wamewasha mtandao, wanasema wasanii wa bongo ni bongo lala kabisa, wameshindwa kusimama na kuwazungumzia watanzania ambao ni wanyonge, wananyongwa, wanauawa, wasanii wamenyamaza, hawazungumzi. Kwanza ni kuuliza jambo moja, hili swala ambalo zimefanyika Tanzania imefanyika hapa Kenya kama mwaka moja na nusu iliyopita, wale wasanii wote ambao uliwaona wako kwenye mitaa wanabeba mabango walienda wakienda tayari na wale wenye walikuwa wao kwenye street walikimbia kwenda kwa street, wakidhania kwamba nyota zao zitangaa kupindukia mm. Na ndio maana leo hii hakuna msanii yoyote hapa Kenya ambao wako na uwezo ya kusepa na kijiji mm, amba na uwezo ya kukuwa na nyota kwa sababu vile walienda kwa street, walienda kwa street wakienda. Kwanza ni wapongeze wasanii wa Tanzania. Wasanii wa Tanzania wako na akili timamu ya kujua inchi ni kubwa sana kushinda wao mm. Wasanii wa Tanzania wako na akili mingi sana kujua ya kwamba wana, eh, wana impact kubwa kwenye society na wao ni kioo cha jamii, na lazima wachunge nchi yao kama mboni ya macho. Nchi ikichafuka ikichomeka, ikikuwa pabaya, wanapoteza pia wafuasi, na wanapoteza market, wanapatiwa pointi. Ni niwapongeze wasanii wa Tanzania kwa kukua watu ambao ni wangwana, kwa kuhakikisha kwamba hawajaongeza mafuta kwa moto. Wapumbavu wetu wale wasanii ambao wana nyota hapa, niwaambie kwamba, shame on you, kwa sababu nyinyi mmeshapata aibu. Nyinyi mlitoka mkaenda kwenye street mkafanya jambo ambao mlifanya, na nataka ni wade wale wenye wanaongea wanasema kwamba serikali, mbona wasanii wabongo wanasapoti serikali. Wale wote ambao mlikuwa nao kwa street, niko na majina zao, wamekuwa kikuwa status usiku wanakuja wakiomba William Samuel nini msamaha, wanawaambia pole, tulienda kwenye street tu tudanganye, wale watoto ndo wafanye mm, nini wasitutoke kama mafans wetu. Niko na majina zao, hata wale wenye wanapiga kelele kwenye kwenye kwenye mitandao za kijamii wote walikuwa steta. Nataka wakate mmoja, inua mkono aseme kwamba Cassypool unadanganya, nipeane evidence na niwaoneshe mm. na ni nataka kuambia majenzi wa Kenya, wasanii wenu wote wanakuanga steta ususiku na wanaendanga kuomba msamaha na kusema ya kwamba tunataka uongozi wako wile Msamoi Ruto, lakini wana, wa wana lakini mchana wanakuja wanadanganya majenzi kwenye street wanawambia sijui tutafanya nini, wote tuko nao status usiku, wasanii wote wa Kenya, mmoja tu ndo sijai muona status nani, siwezi mtaja mmoja tu ndo sijai muona status, wote wana, wote wanakuanga status wote wanapenda William Samoe Ruto, wote wanakujanga usiku wanakula wanakunywa na wanatoka na I want to dare them. Kama hamkuji State House hmm. Wewe kama msanii andika useme ya kwamba sijaikanyaga State House, iwe ni nani, andika tu alafu seme Cassypool dhibitisha kama hujai niona, nitadhibitisha ya kwamba nimemwona State House. Wasanii wenu wote ni wanafiki, wanadanganya watu, lakini niwe wa? wanafiki wanataka waonekane wazuri kwa majenzi na waonekane vizuri kwa serikali, alafu wanaenda kudanganya wasanii wa bongo. Bongo, we, wa bongo kelele mingi sana kwa kitanda cha mauti ya sanaa, hawana wasikiki hata na chifu wa area. Niambie sasa wakina nani wale wanaongea wale wameisha, wengine wamewacha siku hizi kazi, wamekuwa activist. Kuna makomedian wengi wamewacha kazi, wamekuwa ma activist. Unapata hiyo pointi? mm -hmm. kazi yao wanaenda kuwa activist kwa vile hawana hela, na nilikurudia kwa kuambia kwamba nitenge tengere, hawana chochote, wameishiwa. Juzi ilikuwa tunaongea na mheshimiwa hapa Maspool, mm -hmm. mm -hmm. tukisema kwamba wameishiwa, wengine wamekuwa sasa mashoga, wanasagwa Awati, anakwambia yeah bro, walizoe maisha ya juu. Wengine wameingia forex Wana... mafuta kabisa marinda mafutaamarinda <laughs> wapatiepointi wengine wamewekwa na wamama wapatiepointi wengine wamebaki sasa kufanya kazi ya activists, kwenda kufuata ma activists wapewe shilingi 10000 waweke posti ya bendera ya Tanzania kwa na damu ndo wapewe. That's why they are bitter with the life they wasted their time their moment. They are finished. Sasa wanajiuliza upepo watapata wapi bila kwenda kuongea kuhusu Tanzania. Hawawezi kujulikana wamesikika. Wako kwenye kitanda chao cha mauti. Kitanda cha mauti ya tasnia ya sanaa. Walicheza na wakati wao. Walicheza na nyota zao. Walivuta bangi, walikunywa pombe, walilala na wanawake tofauti, wakapiga ngono, wakapatwa na ugonjwa. Sasa wako kwenye kitabu. Kuna mmoja ni comedian anatembeanga na shiti. Miaka 45 hajaoa, anatibu UTI paka leo hii. Sasa utaniambia nini wewe? Unapatiwa pointi. So wale makomedian wote wengine wanaosha vyombo Amerika, walishikwa na depression wakapelekwa kwa Amerika, wengine sijui wako wapi, wamewachwa na mabibi. So they have no moral authority. Mtu yote mwenye unaona anaongea kuhusu masuala za Tanzania, jua ni mtu mwenye depression na muua. He has no moral authority. He's a failure. Failure. Failure in life. Lakini she tu, tukiwa tunazungumzia sana bado tukiwa Tanzania pale tumeona uh, leo asubuhi tumeamka tunapata Diamond Platnumz kwenye mtandao wake wa Instagram amepoteza followers kama 28,000, yeah. Harmonize naye pia amepoteza kama elfu nane followers. Diamond Platinum ana 18.8 million following. 28000 Hmm, unaweka wale wasanii wa Kenya hmm, ambao wamemwanfollow wako wenye busy kwenye inbox ya Diamond kumuomba kwamba wapost hata kwenye nini, kwenye stories. Namba 2, kuna wasanii ambao wako hapa Kenya na mafans ambao ni wachache hapa Kenya, wenye wanafuata ma activist ndio wameunfollow Diamond. Walipata point? Ukiangalia graph ya Diamond, hakuna msanii, hakuna fani wote kutoka Tanzania mm kama unfollow. Hawa ni wachache ambao tuko nao hapa Kenya wenye wamezo yanga upuzi na ujinga ya kutaka kushirikisha watu. Toka. Pige hesabu, mtu ako na following ya 1.8 million, watu wamemtoka inamuumia nini? ngoma, atakuwa na watu elfu 20, wenye wamemfuata mpya kwa sababu ya hiyo ngoma. Unapata pointi? Harmonize, amewachwa na watu elfu nane ambao ni wachache kutoka hapa Kenya fuel maandamano wapi? Tanzania nyinyi, mnaliaje matanga kushinda vile mwenye matanga analia. Wakenya, mna tabia gani? wao umepata kula matanga, inaendelea kwa bomu. Nataka kulio inua mguu juu, upenduke, uanguke, mama yo, mama yo yo, ni unafiki, ni unafiki bro, uweze kulia kushinda mwenye matanga. Wabongo wanapenda nchi yao, Wasanii wa Bongo wanapenda nchi yao, wanapenda kiongozi wao, wanapenda watu wao. Haya maneno yote, Bongo inaenda kutulia kutakuwa na maridhiano na kutakuwa na amani, inaingia kwenye nchi. Watazidi kukula bata, wakizidi kula sherehe. Na uchungu zenu nyinyi wachache wenye mko hapa Kenya, mtabaki mnabaki na uchungu wenu, kwa sababu haijafaulu kwa Bongo. Kitu nyinyi mko mtaka ifanye nini? Ifanyike wapatie pointi. Diamond Platinum anabaki kuwa msanii bora leo. Hata Diamond asema anatoka kwenye game, nani ataingia? Ata ata kwa show ya Diamond nani kaingia? show ya Harmonize ama pumbu wenu tenge tengere, wataingia kwa show ya nani ya Diamond? Hamna. Simba anabaki kuwa Simba, Simba Dangote. Harmonize anabaki kuwa ndovu na bado atarudi. wasepe na kijiji hapa, na ndo wamejua, na wanajua ya kwamba hamna siku nye msanii yoyote wa Kenya amefanya kazi kuwashinda, atakuwa mkubwa. Ndio unaona wasanii wa Kenya, badala ya kuingia kwenye studio watoe ngoma, wafanye kiki, washughulike na maisha yao, wako busy kuposti flag ya Tanzania ila hali watanzania waposti flag yao. Hiyo ndio upumbavu na level ya ujinga ambao wasanii wa Kenya wako nayo. Na nimekuwa nikikusisitizia nikikwambia kwamba that is how stupid they are. Hapo tu point. Fanyeni muziki. Fanyeni comedy. Upepo wa Tanzania unaende kisha. Wa Tanzania wanarudi back. Hakuna watu wenye wanajipenda na wanapendana kama pushinda wa Tanzania. Ukiona Watanzania wawili wanapigana chukua jembe lima. Nakuambia kwa sababu mimi nimekuwa huko. Ukiona Watanzania wawili wanapigana wewe chukua jembe Mkenya lima. Anapatia upointi ii mm -hmm, upuzi ya kupiga peririri pararara mm -hmm. Watanzania wanaona kama mamweu amna chochote bana, wachana na hiyo bana, lakini la, la, e, unaposema uh, wasanii wa Kenya ni wapumbavu kwa sababu wanapost flag ya, ya Tanzania Mapema hii leo pia tumeona Mange Kimambi amepost uh, bendera ya Kenya na kaambia Watanzania ya kwamba jamani tusipigane, tusiwahi kuja kugombana na Wakenya tena kwa sababu eh, Wakenya wamesimama na sisi sana kipindi hichi ambacho tumekuwa tunapitishia wakati mgumu, wakati polisi wanaua vijana wetu. Na kwenye ile post tumeona mastaa wengi sana Wakenya wameenda pale wamelike. Nimemwona kama mzazi William Tuva ameachia pale like ya kwake, tumewaona nimewaona Alex Mwakideu, nimemwona Bilimia pale, nimemwona Nonini akiwa Marekani pia ameachia comment ya kwake pale, sijui hata Daddy Owen, sijui ona maoni gani. Nita kuambia kwa ufupi yeah. Ni kwamba wakati Mange ka post flag yeah. ya Kenya kusema Wakenya ati wamekuwa kwa pamoja ati wajai tusiko sana Wakenya, lini umewahi ambiwa wapi Watanzania wameiko sana na Wakenya wa Wakenya ndo wamekuwa waki miziki za Tanzania. Wakenya wamekuwa wakisupport 0 wa Tanzania 100%. So hiyo kwanza kauli toa, kwa sababu hakuna Mkenya mwenye ameahi kukua ati kuna bifa au kuna nini atu dini. Hiyo ni upuzi. Unapatiwa pointi. Tuva ndo amejenga huyo Diamond, amemleta hapa Kenya. Diamond amekuwa mkubwa. Hiyo ni wivu inasumbua Tuva ya kwamba yeye hana chochote kwa mfuko na Diamond ni simba, simba, simba. Hiyo ndo ujinga u kwenye game ya usanii umefikisha miaka hamsini na hujachieve anything nani mwingine tena ukasema? Bilimia. Bilimia nani? Mtu ana kipara tu anakaanga kwa studio kazi pale Tanzania. Wapumba wawili wakiwa na mabruk. Wana nini wale wawili? Wana nini wale wanaweza kuongea tunasema kwamba kwa nini? Wale ni wadaku wawili wanakaanga kwenye studio penye wanaketi. Tosha imefika penye imetosha. Lakini pia tumemwona msanii wa nyimbo za injili Daddy Owen pia ame ameachia comment. Tenge tengere, Musa Oluete, Archbishop <laughs> Yamo Chanji. Hayuko kwenye game. <laughs> Anaja mstati unapata. <laughs> Hey. Mfuko yake iko na jua kama Dubai imewaka <laughs> na nini nini ni tajiri kule Marekani, akae huko. Mimi sijui umetaja nani. mimi mwenye najua mwenye unataja huyo sijui mwenye mmoja sijataja <laughs> sijui umetaja. <laughs> Najua anaosha vyombo huko Ulaya. Acha sasa, wale ni watu wenye unaweza kuongea kwenye kwenye statement. Wewe ni hao ni watu wenye unaweza kuongea kwenye kwenye nini, useme kwamba wameamuka wakapoa. Ongea kuhusu Willy Paul, ameongea. Aongea kuhusu Willy Paul, si ndio? Willy Paul hajaongea. Wewe umeona Bahati akiongea? Ba ba <laughs> Umeona Bahati akiongea? Hajaongea. Umepatiwa pointi? Eh. Umeona the Love Child akiongea? Ndio. Wasanii ambao wako kwenye vitanda vyao vya vya hali maututi, wanapumua pumzi ya mwisho, wanaongea. Mimi nimecheza hao wasanii wenye mechea, siju mgani umemtaja, kwa Marekani nimemcheza leyoni le. Okay, sasa nimezeeka, sasa nimezaa watoto kumi, watoto 19 niko na mara 20 na bado niko. Sasa wewe ni mtu utaongea, tanasema anachangia kwenye tasnia muziki Bwana kuwa ba, kiongea na heshima bwana. Alafu ukiongea ongea na heshima bwana. Mimi nadhani anga mtu akona ndevu akona heshima bwana, mbona anatajia watu waambie? Hiyo nguvu ya kutaja na kusema ya kwamba ati wanaenda kuliki hizo maposti, ambia Tuva akuze msanii mmoja, tuone amementa nani, amementa nani kwenye Bili game, huyu Diamond mwenye anamuongelea? Tuva, si Tuva ndo kamjenga? Si Tuva ndo kamjenga, wapatia point? Si Tuva ndo kamjenga sasa nchuki gani unaenda kwenda kulike post ya Mange Kimambi wewe? Tuva tumemheshimu siku zote, tutamwambia leo kweli na tena kataka hedoni, tunapiga naye hedoni yeah. Unasikia upointi, unapatia upointi yeah. Wacheni kufuata Mange Kimambi, enyi wasanii ambao waliovuma, walio vuma, walio vuma. Gemu ilishawapita na miaka Game sasa ni ya vijana wadogo wametekova kubalini mara mtok. yeah. uh, uh, uh, moja mtoke, alafu siku hizi tunasemanga kama unaona uko na mtu msanii mdj, wanakataa kuwa watu wazima, baba ugro una usikiza wana Diamond Platnumz. hmm. Simba, Simba kama Simba Dagote <laughs> wote wale wamemtaja, including ule mwingine mwenye kaenda, huyu mwingine anajitangaje, sijui ule mwingine mwenye juzi ya sijui ni mwakinani mwakideo, Alex Mwakideo. Ah, Mwakideo Mwakideo, ah, ni gwiji the big boy of radio ile wana uchungu wajai pewa hata interview <laughs> kwenye inbox wamejaa Mwani tunakuomba wewe, Mwakideo, una miaka ishirini ndo upewe interview na Diamond. Kabisa, umezeeka mpaka unatoa mate kwa mdomo, utakua oh, si ishirini ngoje interview ah.